Asanteni sana kwa kusubscribe, kwa kupenda hadithi zetu na kwa kukua pamoja nami siku hadi siku. Hongereni sana kwa kuwa sehemu ya safari hii. Kila comment yenu, like na share yenu inatupa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kubwa. Sasa ei, twende pamoja kwenye sehemu ya nne. Safari ya Binti Mfalme wa Mwanga inaendelea na leo mambo yatabadilika sana hii. Sehemu nne hii, usiku wa mwanga na giza Usiku ulikuwa umetulia sana katika ufalme wa Mwanga, mbingu zimejaa nyota na upepo ukivuma taratibu, kana kwamba unaimba wimbo wa siri za kale. Binti mfalme wa Mwanga na King walikuwa juu ya mnara mrefu wa jumba, wakitazama milima ya mbali. King alimwangalia kwa upole na kuamini, nuru yako ni kubwa kuliko unavyodhani lakini ndani ya moyo wake binti mfalme alibeba maumivu mazito na mazito kuliko vita alizowahi kupigana. Siku hii haikuwa ya kawaida e, ni siku ya majonzi ya kifalme, siku ambayo bustani huwaka mwanga hafifu wa bluu kuwakumbuka mashujaa waliopotea katika vita vya kale. Bustani ya majonzi. Akimwacha King juu ya mnara, alitembea mwenyewe hadi bustanini bustanini maua ya miale ya usiku yalikuwa yamefunguka yakitoa harufu laini inayochanganya huzuni na tumaini. Kila hatua aliyopiga mwanga mweupe chini ya miguu yake ulizidi kuongezeka. Akaingia katikati ya bustani, mahali ambapo kuna mti wa kumbukumbu kumbu, mti ambao kila jani lake ni roho ya shujaa aliyewahi kupita. Alikaa chini ya mti huo na akasema kwa sauti ya kutetemeka, He, nangwa nguvu zangu zimepungua. E, ningependa kuwa kama zamani mbona moyo wangu umejaa mawingu leo? Machozi yakaanza kumtiririka, kila tone likianguka kumpa ardhi mwanga wa ajabu. Akiwa pale, alihisi upepo wa baridi ukipita, ukimkumbusha sauti ya mama yake alipokuwa mdogo: mkumbuke mwanga hata kwenye giza zito. Sherehe ya King. Wakati huo huo, King alikuwa akipanga sherehe kubwa ya kuleta furaha kwa watu Ngoma zilianza kupigwa, mashine za moto, wafataki zikawashwa, watu wakacheka, wakacheza na kushukuru kwa amani iliyore. Ilikuwa si ya kawaida, ilikuwa na wageni kutoka sehemu mbalimbali mbali za ufalme, walinzi waliovalia silaha za dhahabu na mapambo ya taa za rangi zilizokuwa zinacheza juu ya majengo. King alipanda jukwani na kusema kwa sauti kubwa, leo ni siku ya amani Leo tuna mwenzi malkia wetu na kumfanya binti mfalme wetu ajue kuwa hatuko hapa kwa giza bali kwa mwanga. Watu wakapiga kelele, mwanga mwanga mwanga. Licha ya shangwe zote, King alihisi kitu tofauti, kile kimya cha hatari ambacho mfalme wa kweli anaweza kukihisi kutoka mbali. Mbo wa ajabu atokae gizani katikati ya sherehe. Katika msitu uliokuwa nyuma ya bustani, upepo ulianza kuwa mzito majani yakaanza kutikisika kupita kawaida. Harufu mbaya kama ya moshi wa moto wa zamani ilianza kuenea kutoka ndani ya kivuli kizito. Macho mawili mekundu yalifumuka. Ni kiumbe kisichokuwa cha kawaida, mbwa mkubwa wa ajabu mwenye nywele ndefu zilizochanganyika na moshi mweusi, meno kama ya chuma na pumzi iliyokuwa ikitoka kama moshi wa moto. Kila hatua aliyopiga ardhi ilitetemeka kidogo. Lengo lake lilikuwa moja kumfikia malkia, ambaye alikuwa akipita kwenye bustani nyingine karibu na jumba la kifalme. Walinzi waliona harakati za ajabu na kupiga kelele, "Hatari! Kiumbe! mlindeni malkia!" Lakini kiumbe huyo alikuwa na kasi ya ajabu, akikwepa mishale na kutoweka ndani ya kivuli, kisha kutokea mahali pengine karibu kabisa na sehemu aliyokuwa malkia. Kurudi kwa nuru ya binti mfalme Machoni pa binti mfalme, bustani ilibadilika kutoka utulivu hadi kelele za wasiwasi. Moyo wake ambao ulikuwa umejaa huzuni, ghafla ukajazwa nguvu mpya alipoona moshi mweusi ukimuka mbali. Alisimama kwa nguvu kali, macho yake yakianza kung'aa kama jua linapoamka. Nguvu yake ya mwanga ilirejea kwa kasi, kana kwamba mwili wake unachajiwa na ulimwengu wenyewe. Akaondoa joho la huzuni, akalibeba juu na kulirusha hewani. Pepo ulilipuliza likapaa kama wingu jeupe kisha likatoweka. Akawasha mwanga uliokuwa ndani yake. Mwili